Wafugaji wanaoishi katika eneo la Loyangalani, kaunti ya Marsabit, wameonywa vikali dhidi ya vitendo vya kuwaoza watoto wao wa kike wakiwa na umri mdogo na kuwanyima fursa ya kupata elimu. Onyo hilo limetolewa na viongozi wa eneo hilo kwa kushirikiana na wadau wa elimu na ustawi wa watoto. Jamii hizi wanatumia watoto kama wafanyakazi wa kuchunga mifugo yao. Ni shida kii tumeng'angana, nama tunasema hapa, ni lazima sheria ifuatwe. Kwa hiyo tunawaambia kushikwa mtakamato, ikiwa mtapenda mtupelekwa watoto shule. Vilevile kama leo uko shule, kesho uko shule, mambo mengi atakupita yale mwalimu atakuwa anafunza shuleni. Onyo hilo linajiri kufuatia kampeni maalum ya masomo iliyoendeshwa katika eneo la Loyangalani yenye lengo la kuhamasisha jamii kuhusu muhimu wa elimu hususani kwa mtoto wa kike. Kupitia kampeni ndio tumeweka watoto wetu kuchungwa mali ni mali, ndio alikuwa zizi tunajua, ndio tunategemea, lakini tumechukuru serikali kabila alikuja kutuchukulia zizi watoto kupeleka shule. Watoto tumewashilia sasa aende shule ndio tujue musuri ya shule. Maafisa wa elimu katika eneo hilo wanasema kuwa ndoa za mapema na mila potovu zimekuwa changamoto kubwa katika kuhakikisha watoto wa kike wanamaliza masomo yao. Hata hivyo, wamepongeza hatua iliyopigwa kupitia kampeni hiyo, wakisema ni mwanzo mzuri wa mabadiliko chanya. Wazazi wametakiwa kuwajibika kikamilifu kwa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa shuleni na kubaki humo ya leo uh, watoto ambao tumeweza kuokoa walikuwa watoto 200 na kati yao mia mbili 168 uh, ndio watoto walikuwa actually kwa hatari za ndoa za mapema huku wakikumbushwa kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayepatikana kuvunja sheria kwa kuendeleza ndoa za utotoni. Kampeni ya masomo ya Loyangalani inaendelea huku wadau wakiahidi kuimarisha juhudi za kufuatilia mahudhurio ya wanafunzi shuleni na kutoa msaada unaohitajika ili kuhakikisha watoto wote wanapata elimu bora kwa mustakabali mwema wa jamii na taifa kwa ujumla. Nikiripotia runinga ya Pepeta, jina langu ni Chacha Tubayas.